Dhahiri kuwa mkutano wa bunge la bajeti umeanza kupiga hodi kufuatia kuwasilishwa kwa mapendekezo ya mfumo na ukomo wa bajeti kuu ya Serikali. Mwasilishaji wa mapendekezo haya ni waziri wa fedha, Dkta Mwigulu Nchemba. Kwa mwaka 2025/2026 kunapendekezwa kuwa shilingi bilioni 57,403 sawa na ongezeko la asilimia 13.4 ikilinganishwa na bajeti ya shilingi bajeti hii imezingatia mazingira yote ya ndani ya nchi na ya nje ya nchi ya uendeshaji wa uchumi, uchumi wa ndani pamoja na uchumi wa dunia. Katika mapendekezo haya, suala la riba itakayolipwa katika deni la taifa ya zaidi ya shilingi trilioni 6 nalo akalieleza 775 kugharamia ya riba kwa deni la ndani pamoja na deni la nje. Kwa mujibu wa Dkt. Mwigulu, maeneo mahususi ya vipaumbele katika bajeti hiyo ni pamoja na kutia jicho la deni la serikali, mishahara, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na uimarishaji wa demokrasia nchini kuimarisha amani, utulivu, usalama na maandalizi ya michuano ya Afcon ya mwaka 2027. Naye Waziri wa Uwekezaji na Mipango, Profesa Kitila Mkumbo, akaweka wazi mipango yake: Kumeibuka wimbi la mataifa yaliyoendelea kupunguza au kusitisha misaada kwa nchi zinazoendelea. Serikali imefanya tathmini na kubaini kuwa hatua hii inatarajiwa watini utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo ya waina huduma muhimu za jamii kama vile elimu, afya, maji na elimu. Katika kukabiliana na changamoto hii, pamoja na hatua zingine, serikali inakusudia kuimarisha mfuko wa ukimwi, yaani AIDS Trust Fund, wa kufanya mabadiliko na kuongeza majukumu yake pamoja na fedha ili kuimarisha upatikanaji wa fedha za kuendeleza matibabu ya magonjwa mbalimbali ikiwemo ukimwi, TB, malaria na tatu. Aidha, Serikali inakusudia kuimarisha njia mbadala za kugharamia miradi kama vile kutumia vakuia wa sekta binafsi na sekta ya umma <laughs> <laughs> ili kuongeza ushiriki kwa sekta binafsi katika uchumi wa nchi. Baada ya kuwasilishwa kwa mapendekezo ya mpango na kiwango cha ukomo wa bajeti kwa mwaka wa fedha wa 2025/2026 kitakachofuata na kilichosisitizwa na Spika ni kuitaka kamati ya bajeti kuhakikisha inafanya uchambuzi wa kina ili kuweza kutoa ushauri kwenye kamati za kisekta pamoja na Serikali. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma <muchasimu>